Karibu. Leo ikiwa ni uh, tarehe saba Aprili uh, unaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha hayati Abeid Amani Karume rais wa kwanza wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania. Na siku hii huadhimishwa uh, kila ifikapo tarehe hii uh, tangu alipowawa wa mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili. Tutagusia kuhusiana na mambo mbalimbali, ikiwa ni miaka hamsini na mitatu sasa tangu wakati huo. Tuko hapa na mchambuzi wa masuala ya siasa uh, Said Miraji. Tutafahamu mengi uh, ikiwemo uh, siku hii uh, maana yake, lakini urithi ambao uh, umeachwa na Abeid Amani Karume na mengi pia ambayo yameendelea katika miaka hii hamsini na mitatu. Karibu sana Said. Nashukuru, asante, asante sana. Uh, miaka hamsini na mitatu sasa ni Aprili saba. Uh, kumbukizi inafanyika. Kwanza, umuhimu na maana ama tafsiri ya siku hii ya Karume ni ipi? Uh, mimi nadhani uh, umuhimu wa maadhimisho haya ya kumbukumbu kumbu hmm. ya kufa kwa Shekhe Abeid Amani Karume ambaye alifariki tarehe saba uh, Aprili elfu moja tisamia na sabini na mbili. Uh, ni kwamba yanatoa au yanapaswa kutoa fikra ya kujadili namna gani Karume aliishi na tunajifunza nini kutokana na maisha yake. Na hii inaweza ikatupa nafasi mbili katika kuiangalia. Moja, tunaangalia swala zima la mapinduzi ya Zanzibar na Karume kwa sababu Karume ana mahusiano makubwa sana na suala la mapinduzi ya Zanzibar, lakini baada ya hapo yale maisha yake yeye mwenyewe baada ya mapinduzi. Kwa hivyo kwangu mimi e, kwa tafsiri ya haraka sana ni kwamba maadhimisho ya hii siku au kumbukumbu ya hii siku ni kwamba inatupasa sisi tukae kutafakari malengo ya mapinduzi. Kutafakari mapito yaliyopitwa katika Zanzibar wakati wa mapinduzi kabla na baada yake, lakini pia kutafakari nini tunajifunza kutokana na maisha ya hawa waasisi wa mapinduzi ya Zanzibar. Mm -hmm. Sasa lakini tu, tukio lake lenyewe kwa sababu tunakumbuka, tunakumbuka siku ile uawa, e, tukio lake limekuwa likizungumzwa uh, na, na lilitokea katika namna ambayo ilikuwa ni ya kushangaza. Eh, lakini unadhani inaeleweka kwa kiasi gani, namna ambavyo tukio lenyewe lilivyotokea li, li, li na namna ambavyo eh, kiongozi huyu aliuawa eh, kwanza watu wajue wakati Karume anauawa mm. eh, ilikuwa kuna mfumo wa chama kimoja, ndio na wakati ule pia hata vyombo vya habari vilivyokuwepo vilikuwa ni vyombo vinavyomilikiwa na serikali tu mm. na serikali ya Zanzibar ilikuwa inafuata siasa ya ujamaa mm. Sasa kwa kiasi kikubwa sana katika hii mifumo ya utawala eh, unapokuwa na mifumo labda pengine ya kibepari au mifumo ya, ya kijamaa kunakuwa na udhibiti fulani wa taarifa na matukio, na kile kinachotakiwa kisikike ndicho kinachosikika. Kwa hivyo hili kwanza watu walielewe mm -hmm. Na ndio maana unaweza ukapata different school of thoughts, huyu anazungumza vile, mwingine anazungumza vile, mwingine anazungumza vile, yeah, lakini yeah. kiuhalisia ni kwamba siku ambayo Karume aliuawa alikuwa yuko katika nyumba ya, ya makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party mm. pale Kisiwandui na ulikuwa ni wakati wa jioni, na wenyewe walikuwa wana kawaida ya kubarizi yani, tunaita kubarizi Wazanzibari mm. kwamba jioni mm. mnakaa mnabadilishana mawazo mnacheza michezo midogo midogo hii kama vile karata, bao, zumna na, na yeye alikuwa ni mpenzi sana wa mchezo wa, mm. wa zumna bao. Kwa hivyo walikuwa wa, wenyewe wapo pale kwa hivyo tukio lile linatokea, hakukuwa labda pengine na kitu kinachoonyesha yaani ni kitu kama kimekuwa ghafla sana. Hakukuwa mm. na kitu kilichokuwa kinaonyesha kwamba kuna tension katika nchi, kwamba kutatokea tukio kubwa mm. pengine ambalo lingepelekea mwisho wa siku kiongozi mkuu wa serikali na chama kinachotawala eh, kuuliwa mm. kwa hivyo watu walikuwa wanajua ni kawaida, na hasa ukizingatia mtu aliyefanya hicho kitendo Captain Humud alikuwa ni captain wa jeshi, mtu wa jeshi la wananchi wa Tanzania wa -e. e -e. na sio tu alikuwa captain, alikuwa ni kijana wake, yani watu walikuwa wanamchukulia kama mtoto wake, ni mtu wa karibu na mzee. Na ndio maana hata alipokwenda pale, pamoja na kwamba alikuwa na silaha nini, haku, ha ha ha ha hakuna aliyokuwa na mashaka. Watu wamempigia saluti, wamemwacha amepita, amekwenda mpaka alipo mzee. Wale walinzi waliokuwa nje, sasa walinzi waliokuwa nje e. wa kwa sababu hakuna mtu aliyokuwa na wasiwasi hata wale bodyguards walinzi hmm. wa nguoni tunasema, wa, wake wa, wa, wa, wa, wa mwenyewe mzee hmm. wa, yaani kwa ufupi, mazingira yote yaliyokuwepo pale hakuna aliyetilia shaka na kuona kama kinaweza kutokea hicho kitu hmm. Na ndio maana hakupata upinzani wa aina yoyote kuweza kwenda mpaka kufika alipo Karume na akafanya alichokifanya hmm. Yeah. Lakini, lakini kuna ambao walikuwa wanacheza nao, uh, ile michezo walikuwa wanacheza, kwa sababu walikuwa wanatabia kucheza karata na michezo yeah. mingine pale E, kuna, kuna mzee Maalim Sha Kombo Sheikh Thabit e, Kombo e, e, aliokuwa katibu mkuu wa Chama cha Afro Shirazi na, na, na mzee Mtoro Rehani Kingo. E, mm -hmm. sasa, <laughs> hawa kuna mmoja alionekana ameenda msalani kabla hajarudi ndio tukio kule linafanyika kwa sababu hakuna, hakuna, hakuna aliyetazamia mm -hmm. kama kingilitokea hicho kitu na yeye alipokwenda humudi alikusudia kumlenga mtu mmoja tu, wale wengine kwa bahati mbaya kina Sheikh Thabit Kombo, ni, ni ile risasi mm. na, na hasa kwa nature ya silaha aliokuwa mm. anatumia kwa kuweka vizuri. Huyu Sheikh Thabit Kombo aliokuwa ndio kijana wake, ndio huyo ambaye sasa hivi ni, na yeye ndio aliokuwa katibu mkuu wa Afro Shirazi Party Sheikh Thabit Kombo mm. Ehe, kwa hivyo wakati tukio linatokea hakuna mtu ambaye alikuwa na tetesi au shaka za kwamba linaweza kutokea siku ile jambo wakati kama lile. ule mahala pale eh, jambo kama lile. Maana huko kulikuwa na utulivu mkubwa tu katika nchi. Manunguniko mm. <laughs> yalikuwa yapo, lakini wanalenga nini hasa. Manunguniko yaliokuwepo ilikuwa manu ni kutokana na mambo mawili mm. au matatu. La kwanza ilikuwa hali ya kiuchumi unajua, wakati ule Sheikh Abeid Amani Karume ndio ilikuwa ana a, kwa kiasi kikubwa sana anashughulika na masuala ya ujenzi wa nchi. Ndiyo. Kwa hivyo kujenga kama haya majumba unayoona ya Michenzani yale kila pahala. Kwa hivyo fedha nyingi za serikali zilielekezwa katika kununua saruji, kununua nondo na vitu vingine kama hivyo. Mm. Kwa hivyo bila shaka unapopitia katika vipindi kama hivyo na hasa katika nchi zetu ambazo bado zilikuwa uchumi wake haujaimarika kiasi kikubwa, bila shaka lazima kutakuwa kuna matatizo ya njaa, mm. eh, kutakuwa kuna matatizo ya upungufu wa fedha, matatizo ya ajira, eh, na vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine, uh, Karume, uh, kuna kitu ambacho labda tunaweza kusema kama kwa kiasi fulani hivi kilikuwa kinamponza kwenye utendaji wake wa kazi kwenye yeah, utawala wake alikuwa anawaamini sana wasaidizi wake mm -hmm. Sasa kwa kiasi fulani hawa baadhi ya wasaidizi wake mm -hmm. walikuwa wana misuse zile powers ambazo wamekuwa wamepewa. Ndiyo. kwa hivyo wanaweza kuwa wanafanya vitu huku, lakini mwisho wa siku lawama ni kwa nani? Ni kwa serikali. mm -hmm. Tuseme kama sasa hivi rais tunaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna rais wa Zanzibar. Ana watu ambao wamewateua, wamewaeka madarakani huko, wengine kwenye mikoa, kwenye mawilaya, kwenye kata. Sasa wale kuna vitu wanapofanya, raia wa kawaida hawezi kuelewa kama hapa ni msimamo wa serikali hapa ni makosa ya mtu binafsi. Akifanya kitu mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, moja kwa moja unayoilaumu ni nini? Ni mamlaka iliyomteua. Kwa hivyo viko vitu kama hivi. Kwa hivyo, malalamiko, manung'uniko sio kama yalikuwa hayapo, na hakuna utawala wowote duniani ambao hautaacha, hauta, hauta hauta kuwa wananchi kwa kiasi fulani wana manung'uniko. Na, na, na, na, kulikuwa kuna hali yoyote ya pengine mvutano ambao ulikuwa unagusa masuala ya Muungano kwa maana ya upande huu wa bara na visiwani? Wakati huo kwa maana ya upande wa bara na upande wa visiwani mm. Ilikuwa haionekani wazi, kwa sababu ujue kwamba muungano ulifanyika 1964 mm. e, baada ya mapinduzi tu, Januari April tukaingia kwenye muungano, na ule muungano wakati unafanyika, sababu zake kubwa ilikuwa ni pamoja na kusaidia maendeleo ya uchumi Zanzibar, usalama eh, wa Zanzibar na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Karume anaingia kwenye, kwenye, kwenye kwenye muungano pia ni njia moja ya, ku, ya kutafuta hifadhi au kusimika vizuri ule uongozi uliopo pale Zanzibar. hmm. Yani kama vile ni unapata mwega fulani hivi, msaada fulani wa kuungana na wenzako, lakini pia Karume alikuwa na lengo la la, sio tu la, la muungano huu wa, wa Tanganyika na Zanzibar. Ye, fikira yake ilikuwa kwamba ni zaidi ya hapo huko mbeleni. Kwa hivyo pale kama ni mwanzo hmm, na ndio maana alikuwa anahubiri kama yeyote anayetaka anakaribishwa kuja kwenye huu muungano hmm. Kwa hivyo hata kama zi, zi, zi, zilikuwepo hizi labda pengine watu kuto kuridhishwa kuwepo kwa muungano na nini, lakini haikuwa kwa kiasi hicho, na hasa ukitizama aliyehusika na yale mauaji yenyewe hmm. hmm. Urithi, tukiangalia urithi wa kisiasa na uongozi uh, wa Abeid Amani Karume na nini ambacho uh, Tanzania pia inaweza kuchota uh, kutoka kwa katika utashi kwanza uwazi. mm. unajua Shekhe Abedi alikuwa mwazi, ndio rais aliokuwa anaweza kusimama hadharani kila mwaka pale Maisara akaweza kusema pato letu mwaka huu tumepata kiasi fulani, tunadaiwa kiasi fulani, na ilifika pahala Zanzibar ilikuwa kama ambavyo watu wanaezungumza Bukinafaso sasa hivi yeah. Zanzibar ilikuwa haidaiwi na Zanzibar Karume alikuwa anazungumza suala sasa la hata kuweza kutoa misaada kwa nchi nyingine, kwa sababu Zanzibar ilikuwa, pamoja na unavyoiona ni ndogo, lakini ilikuwa inajitosheleza, haikuwa na, na, na, na shida kwa, ilipitia kipindi fulani eh, kulikuwa kama kuna pato la serikali linatosheleza manake. Lakini hilo ni moja hmm. Lakini la pili ambalo watu wanaweza kumtazama Karume au kusema kama ndio urithi na kuchota kutoka kwake. Pamoja na kwamba hakuwa na elimu ya kiasi kikubwa sana lakini aliweza kuanzisha mambo ambayo kwa miaka mingi sana baada ya kuondoka yeye, watawala waliokuja walio hawakuweza kuyafika, kwa sababu yeye, katika lile kapu la mapinduzi, kama ulikuwa una, kama unatakiwa kutia mkono, ukitia kwenye lile kapu, ukitoa unaweza kukuta kuna kitu kinaitwa elimu bure matibabu bure, kuna huduma za jamii. Alikuwa na wizara hii tunaita uh, wizara ya ustawi wa jamii ambayo ndani yake kulikuwa kuna, kuna, kuna, kulikuwa ilikuweko idara ya kuweka hali za wananchi sawa. Maana yake alikuwa anatamani kuona hali za wananchi wa visiwa vya Zanzibar zinakuwa sawa. Na hii ulikuwa unaipata vipi? Kwenye kuweka hali za wananchi sawa, kwenye ile idara ndio ulikuwa unakuta kuna suala hili la kulea watoto yatima, palikuwa na kituo kile cha Forodhani pale kwa biti Ismaili, watoto yatima pale wanalelewa eh, na wanalelewa kama vile wanavyolelewa katika familia za nyumbani. Alikuwa na nyumba za wazee kule Sebleni eh, yani kuhakikisha hawa wazee ambao hawana watu wa kuangalia wanaendelea kupata huduma sawasawa na wananchi wengine katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hivyo kuna vitu alikuwa anavyo exercise na nilitamani ni, ni, kuona kwamba labda pengine baada ya kuondoka tawala zilizopita vingekwenda na ile spidi, lakini hapa pengine alikuwa nayo yeye, lakini kwa kiasi kikubwa unaweza ukakuta eh, kwamba tulikuwa tunakwenda na kurudi tunakwenda na kurudi mm. Karume anaondoka, kuna manyumba yale ya michenzani yale manyumba unayoyaona pale michenzani hayapo pale tu, yamejengwa katika kila mji mkubwa wa visiwa vya Zanzibar yeah kila mji mkubwa wa visiwa vya Zanzibar. Nyumba kama zile zilikuwa zipo, lakini spidi ya ya ujenzi wa zile nyumba baada ya kuondoka Karume, tulipita kipindi kirefu hapo, mpaka baadaye ikawa kama vile ni, ni, ni maneno, ndio zikaanza kukumbukwa kumbukwa kurudishwa rudishwa kukarabatiwa na kujengwa jengwa na. Uh, unaweza ukaona jambo jingine kwamba Karume miaka ya sitini anapata nani anaingia madarakani, anakuwa na fikra za miaka zaidi ya mia mbele. Zanzibar ni kisiwa, ni visiwa, na visiwa havikui, lakini ardhi si haikui, lakini idadi ya watu inaongezeka. Alikuwa na fikra kama kujenga nyumba zinazokwenda chini, hizi nyumba ndogo ndogo hizi, itafika wakati watu watakuwa wanatafuta pakukaa hawana, anaanza kufikiria kujenga nyumba za kwenda juu wakati huo hakuna ile teknolojia hapa yeah. kwetu ya kuwa na tunaita lift na vitu vingine, lakini Zanzibar kuna nyumba zina gorofa tano mm. kuna nyumba zina gorofa anafikiri kama sikosei saba, ndiyo, ndiyo. kwa hivyo ina maana alikuwa anafikiria mbele mm. kwamba Wazanzibari huko mbele tunakokwenda wanahitaji kuwa na sasa, nyumba zinazokwenda juu mm. zaidi. Lakini ukirudi kwenye swala la kifo chake bado kuna nadharia nyingi sana na, na, ni, ni kwamba ku, kume bado hakuna sehemu ambapo wanahistoria wanakubaliana kwamba e, hasa kuhusu sababu za za kuuawa kwake. Yani kumekuwa na nadharia nyingi, lakini kitu ambacho wanakubaliana tu ni kwamba aliuawa tarehe saba mwezi e, mwezi wa nne mwaka elfu tisa mia sabini na mbili na mtu fulani, yani jina yeah. la mtu linatajwa hey. ziko ziko nadharia kubwa ambazo wanahistoria wan, wanaku, wanakutana hasa mimi nimejaribu kuzisoma, wanakutana kwenye maeneo mawili. Kuna baadhi ya vitabu vinaeleza huenda kijana huyu humud Muhammad eh, humud alikuwa na kisasi, kisa chake binafsi mm -hmm. kwa sababu baba yake Muhammad mm -hmm. humud, asema alikuwa amefungwa eh, kabla ya mapinduzi baadaye akaachiwa, na baadaye aka akasema alizuiliwa bila kushtakiwa akaja akauawa kama hivyo eh, akafanywa mm -hmm. detention na akaja kuuawa lakini kuna nadharia nyingine zinasema kwamba kulikuwa kuna mpango wa kupindua serikali mm, iliyokuwa madarakani mm, na kuna nadharia nyingine hiyo kwamba alitumiwa kwamba mm, kulikuwa kuna jambo lingine nyuma ya pazia mm. Lakini ni, ni nadharia ipi ambayo inaonekana kukubalika na walio wengi? Kama nilivyosema mwanzo kwamba wakati ule mfumo uliokuwepo wa chama kimoja, systemu iliyokuwa inafuatwa pale ya kisiasa ulikuwa ni siasa ya kijamaa kwa hivyo, kulikuwa kuna udhibiti wa hizi habari na vitu vingine mm. Lakini eh, Karume katika kuingia kwake madarakani na miaka yake yaliyoishi pale madarakani, sio kama alikuwa na mambo mazuri tu, pia na kasoro zili kuwepo, na hizi kasoro zinaweza kujengewa hoja mm. Na mimi si shangai kuwepo kwa different of school of thought mm. kwamba huyu anadhani vile na mwingine anadhani ni vile, na katika anayotajwa kuna wakati mwingine hata muungano unatajwa mm. Unanasibishwa kwamba inawezekana pengine ikawa ni sababu, lakini hata katika mwenendo wa kesi ya uhaini, wale ambao walikuwa wanahusika au wana, wana, wana, wana, wana, wanatuhumiwa exactly. Ndo neno zuri mm. Wanatuhumiwa kumuua Karume eh, kulikuwa kuna mtu anaitwa Mr. X mm katika kesi anatajwa ni Mr X na hatajui ni nani mm. na kuna wengine sasa, kila mmoja anakwambia huyo X basi ni fulani huyo huyo, yeah. X basi ni fulani huyo, kwa kutegemea na mitazamo. Kwa hivyo kuna kuna kuna watu wana wana wanashaka kwamba kuna watu walishirikiana na kusaidiana na Karume kwenye mapinduzi mm. alafu baadaye akawaacha, yeah. kwenye utawala. Kwa hivyo labda pengine ilikuwa ni kisasi chao sim, sim. Kuna watu wanasema ni mkusanyiko wa wale watu ambao wali wa, wa, wa, wa, labda kama hivyo walipotea wazee wao waliuliwa na vingine na vingine. Kuna watu wanataja ni suala hilo, kama navyokwambia, la muungano. Kwa hivyo kuna kuna vitu tofauti, lakini mwisho wa siku watu wanachokubali ni kitu kimoja tu kwamba aliyemuua ni Humudi tarehe fulani mda fulani tarehe 7 Februari na ni April 1972 jioni saa 12 ndani ya makao makuu ya chama cha Afroshirazi Kisiwandui eh. kwa sababu hayo, na kwamba katika mauaji yale aliyelengwa na, na huwezi... kukusudiwa alikuwa ni yeye mwenyewe, sababu hakuna mwingine ha, na, na ndio maana watu wengi wengine wanachukulia wana, wana hiyo ya humudi wana, wana mm, kwa sababu wanaipersonalize kwamba yeye alikuwa shida yake karume tu, bwana shida yake karume tu. Lakini humudi huyo huyo baada ya kumuua karume pale, kilichotokea ni nini? Naye aliuliwa, mm, pale, pale. Mm. Pale, pale. Sio kama alikamatwa, mm. Tunajiuliza, je, kulikuwa hakuna uwezekano wa kumkamata ili sasa akapaka, akaka, akaka, akapate, akaadhibiwe. <laughs> E. Kwa hivyo hata ile chain ya kwamba unaweza kupata ku, at least kunusanusa. Mm. na ndio maana utaona waliokamatwa wengi kwenye kesi ya uhaini mm, pamoja na kwamba walikaa ndani lakini wakuja wakaonekana wengine kwamba no, eh, eh, make ilikuwa inamaana sasa nikamata kamata kamata tu kwa wasiwasi tu, anaweza kuhusika huyu, anaweza kuhusika mm. <laughs> mm. Bahati mbaya, je, mulikuwa wadogo lakini mulikuwa hamjazaliwa wakati huo? Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa mdogo lakini sio mdogo wakuwa sielewi kitu, yaani zinaanza televisheni Zanzibar, vipindi vya mwanzo miongoni mwa vipindi vinavyoonyeshwa ni kesi ya uhaini ile kesi ya kuuliwa kwa Karume. Tunafahamu kwamba television nchi hii imeanzia Zanzibar the colored, <coughs> colored yeah, colored television. Yeah. colored. Sasa ile ilikuwa ukimaliza vipindi vya watoto vinavyoanza saa kumi na moja mpaka saa mbili na robo. Mm. Ikifika hapo watoto hawaruhusi tena kuangalia TV. Television tena kuna hawa huku mnaita mgambo. Yeah. Kule tunaita valantia. Yeah. Wanapita kusikiliza kabisa. Wakikuta kwenye nyumba kuna watoto mm. wanaangalia TV mida hiyo ni kosa. Mm. Sasa ilikuwa ikifika saa mbili mm. baada ya taarifa ya habari saa mbili mm. na robo inaonyeshwa kesi ya uhaini ile, prosecution yote ilivyokuwa inakwenda pale mahakamani yeah. mm -hmm. Sio live lakini at least wa wazanzibari kwa miaka hiyo wanaona vitu ambavyo vilikuwa vinatokea mahakamani, mahojiano yote mm -hmm. Kwa hivyo tulikuwa tunapata kujifunza vitu vingi pale, tunaona kina Nurbai na wengine yeah. Mtu anakuja anaulizwa kabisa, anasema mimi sihusiki kabisa na haya mauaji mm -hmm. Lakini kama ningepata fursa ningeshiriki <laughs> anazungumza <laughs> black and white <laughs> kwa hivyo una, unaona una kwamba ulikuwa ukifuatilia ukiangalia, unaona kama kuna watu ni kama vile labda ni wa, mashaka tu kwamba labda walihusika, lakini uki, ukitaka kwenda in deep unaona kuna vitu vimegubikwa na usiri katika jambo hili hmm. na pengine mpaka leo siri zake hazijafunuliwa. Leo tuna mwenzi vipi? kwa sababu tunafahamu kwamba ni miongoni mwa waasisi, miongoni mwa watu walioheshimika katika taifa hili. Kumwezi Karume kwanza ni kukubali kuyafanyia kazi yale mema aliyoyaasisi hmm. kwa Zanzibar na kwa muungano, kwa sababu tukumbuke kama Karume alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuya ni yepi ambayo Karume labda alikuwa akiyapambania sana? Sisi katika kusomasoma kuna maneno tunasema ni, ni maneno ya hekima na busara kutoka kwa Karume. Katika maneno hayo, labda moja alikuwa anasema, huwezi kuwa mwana wa nchi mpaka uwe na uchungu na nchi yako. Kwa hivyo jambo moja la vijana wa sasa kulishika ni kwamba kama unataka kujenga nchi yako, lazima kwanza uwe na uchungu na nchi yako. Maana yake ni nini? Uzalendo. Uwe mzalendo wa kweli. Kwa hivyo alikuwa anahimiza uzalendo. Lakini kingine tunaweza kuwa na ki, nani, tu, tuwe na kitu kidogo tugawane kidogo kidogo, kuliko kuwa na kingi tukaanza kugombea hmm. Maana yake rasilimali za nchi hazigombewi, hata kama zikiwa nyingi. Mkianza kuzigombea hamwezi kupata mafanikio, lakini mkiwa na kidogo mkawa na nidhamu ya kukitumia hicho kidogo, hmm, kinaweza kukufikishani mahala pazurisesana sana, uh, Miraj, kwa kutupa uchambuzi huo kuhusu historia ya kifo cha Karume ama mauaji yaliyofanyika siku kama ya leo pale Kisiwa Ndio wakati huo kwa makao makuu ya e, katu, Afro Shiraz e, lakini sasa hivi eneo hilo ni, ni ofisi moja kati ya ofisi za chama cha Mapinduzi. Tunakamilisha hivyo na bado tunaendelea kukumbuka historia hiyo na tunaendelea kuenzi pia e, yale ambayo ametuachia kiongozi huyo ambaye ni miongoni mwa waasisi wa taifa letu. <tune>